Kama kila kitu hukutegemea wewe ay fikiri, ay, ay, eh? Kama kila kitu kinakutegemea wewe. Andiko la ufunguzi wa Kwanza wa Korinto sura ya tisa mstari wa kumi na sita inasema: maana ingawa naihubiri Injili sina la kujisifia, nam ole wangu nisipohubiri Injili. Mtoto Mungu hey, hmm? Anasema linapokuja swala la kuhubiri Injili kwa mataifa yote ya dunia Unatakiwa kulichukua suala hili kana kwamba linakutegemea wewe peke yako. Kufanya hivyo huo ndio mtazamo aliyokuwa nao Paulo, na unafaa kuigwa. Unapokuwa na moto kama huo rohoni mwako, hakuna kinachoweza kuuzima. Utasema kama Paulo, wajibu umewekwa juu yangu, naam ole wangu nisipohubiri injili, ole wangu nisipohubiri injili. Ah, eh? Una moto huo ndani ya moyo wako, mtumishi wakubiri Injili au nafikiri ni kazi ya wachungaji na wazee wa kanisa na wale ambao wanafanya zile huduma tano wetu? <laughs> wa ah, Mungu anasema. Paulo alitambua uzito wa wajibu uliowekwa juu yake na aliazimia kupeleka ujumbe kwa ulimwengu mzima. Msimamo wako, fikra na mawazo yako vinapaswa kuwa vivyo hivyo. Usiwe na wazo kwamba kuna Wakristo wengi sana makanisa na huduma kote ulimwenguni, natumaini watafanya jambo fulani ili kuhubiri injili kila mahali no? Badala yake jiulize, mimi binafsi ninafanya nini Ay, we binafsi unafanya nini? Pale nyumbani, pale ofisini, pale kazini, pale mtaani, pale kijijini, kwenye mji ulioko, kwenye taifa liloko, kwenye bara uliloko, unafanya nini ah, bala haya ndo mambo pekee ukiondoka hapo utaondoka nayo mtumishi. Panda ikilia kesho, ay mala roko sikiliba ni kile ambacho umekifanya kwa ajili ya jina lake ndo kitakuwa kina maana. Vingine vyote <laughs> ah bala rabosira vitakuwa havina kitu mtumishi, havitaingia katika ile mizani tuta. Mungu anasema, Paulo alisema, kama vile ilivyonenwa katika habari njema ya utukufu wa Mungu aimidiwae niliyowekewa hamana, hmm? ay bala rozigeribokura Timotheo wa kwanza sura ya kwanza msara kumi na moja. Kwamba alifahamu amewekewa mana, eh, kichwa thamani, treasure hii ndani yake hm. Alifanya jukumu hili kuwa lake binafsi. Swali ni je, Mungu anaweza kukuamini wewe kwamba utafanya vivyo hivyo, hm? Kama angekuachia jukumu la kutimiza maono yake kwako, je, ungeweza kuaminiwa katika kulitimiza eh? Kama Mungu angekuachia jukumu katika ule mji, mtaa ulioko katika taifa, injili ingeenda? Hii inapaswa kufanya ufikirie tofauti juu ya kuwaleta wengine kwa Kristo na jinsi unavyowaombea wale ambao bado hawajamjua hajiam, Bwana hmm? Maombi yako kuhusiana na wale ambao hajamjua Bwana ukoje, au ni yale maombi kwa ajili ya biashara, kazi, ndio unalia na machozi na makamasi na ila, ukiomba kwa ajili ya mavuno ya nafsi, unasema Bwana waguse, waguse, watembelee, waguse, waguse <laughs> Ah, bala raba zidi boko. Mtu wa Mungu anasema ingekuwa wewe ndiyo Mkristo pekee katika nchi yako, eh? Jimbo lako au jimboni kwako? Katika jiji uliloko, katika kitongoji chako na kadhalika, ungefanya kazi gani? Hebu fikiria ungekuwa wewe pekee hapa Dar es Salaam au pale Mtwara au Lindi, eh? Au Ruvuma, eh? Au Katavi au Simiu, eh? Au eh, Kagera au Mara, hmm? Eh? Au Dodoma au Morogoro au Tanga, popote. Eh? Au Zanzibar au Pemba. Ungekuwa pekee wewe ndio Mkristo. Je, Injili ingeenda? Ungefanya nini cha tofauti? Je, ungeendelea na kasi yako hiyo hiyo ya sasa hivi au ungejipa changamoto ya kufanya zaidi? amaarakasiiibuluba Azimia kusababisha athari kubwa zaidi na Injili katika mazingira yako. Azimia mtumishi. Hii jambo halitokei tu asubuhi, mm -mm, unaamua, unakusudia, unaweka lengo, mkakati na juhudi kuhakikisha, ah, hii injili inaenda mbali mtumishi, kwa kasi, kwa nguvu, kwa utukufu, kwa ubora. toto wa Mungu anahitimisha kusema, usisubiri, fanya maamuzi unayohitaji kufanya na ufanye kazi haraka. Weka vipaumbele vyako kwa ajili ya kuwaleta wengine kwa Kristo kupitia uinjilisti. Mengi sana yanaweza kuwa yanashindana na umakini wako, lakini lazima utangulize ufalme wa Mungu kwanza katika maisha yako Ay. Bala bala Matayo sita thelathini na tatu inasema bali utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake yote ay, na hayo yote mtazidishiwa, eh? Isoma ili andiko nalikumbuka au umeshalisahau <laughs> ah, balaraba zigiri balamandada bosidi bukura. Huu ndo wajibu wetu mtumishi, ndo kwa nini uko hapa hmm? Kwenye ule mji ulioko mtaa ulioko katika eneo liloko, kwanini unasikia asubuhi hii au kwanini unasikia mchana huu kwa nini unasikia hicho ambacho nakisema? ai malangre de vala gradosa bradige le barabando rokaziri bajela maratolo basira embo ya masaa hiyo ndani yako, mdumishi, iwe shauku hiyo ya kwako. mm. Fanya salai pamoja na mimi tunapokwenda kuhitimisha, sema, Baba mpendwa, asante kwa jukumu ulionikabidhi la kuhubiri Injili katika ulimwengu wangu. Ninakataa kuzubaishwa au kuridhika inaufanya ufalme kuwa kipaumbele changu kikuu, nikihakikisha kwamba kila dakika, juhudi na rasilimali imewekwa katika kutimiza maono yako. aya, aya. Kwa roho wako inatenda kwa uharaka na kwa ubora, nikitimiza yote ulioniitia kufanya, katika jina la Yesu, amina. Nena kwa lugha pale ulipo mtumishi, unapotafakari unavyodigest, unavyomeng'enya hichi ambacho tumekizungumza mahali hapa balingra dika la basigeri bokolo. Nenda zaidi wa kusoma mistari fatayo matendo mitume sura ishirini mstari wa kumi na nane mpaka wa ishirini na nne Waraka wa kwanza Yohana. Waraka kwanza wa Korinto sura ya tisa mstari wa kumi na sita. Ukiweza kusoma ile Amplified Bible Classic itakuwa jambo zuri sana. Rabatili, ba eh, unafanya nini kwa ajili ya injili katika ulimwengu wako? Mpendwa ndugu, jamaa, rafiki yote, unanisikia hmm? Una watu mia tano, elfu moja katika phone book yako, katika kitabu chako cha simu, wangapi ambao wanasikia neno la Mungu wakati huu? Unapokwenda kuhitimisha, nataka kuongoza sala hii ya toba kwa wale ambao hajampokea Yesu Kristo, Bwana mwokozi wa maisha yako. Sema maneno haya toka ndani ya moyo wako, nayadhamiria na na, na, na, na, na amini. Sema e Bwana Mungu, ninaamini kwa moyo wangu wote katika Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Ninaamini kuwa alikufa kwa ajili yangu na kwamba Mungu alimfufua kutoka katika wafu. Ninaamini kuwa yu hai leo hii. Ninakiri kwa kinywa changu kwamba Yesu Kristo ni Bwana wa maisha yangu kuanzia leo. Kupitia yeye na katika jina lake nina uzima wa milele, nimezaliwa upya. Asante Bwana kwa kuiokoa nafsi yangu. Sasa mimi ni mwana wa Mungu. Oh haleluya. Kwa kufanya sala hiyo umempokea Yesu Kristo leo kuwa Bwana Mwokozi wa maisha yako. Ya kale yote yamepita, tazama yote yamekuwa mapya. Na ningependa kufanya sala hii kwa ajili yako unapoitimisha. Baba katika jina la Yesu Kristo. Asante kwa ajili ya wale wote ambao leo wamempokea Yesu Kristo kuwa Bwana Mwokozi wa maisha yao. Shetani ana madai yoyote juu ya maisha yao katika jina la Yesu Kristo. Ninawabariki kwa neno lako Bwana. Ninawabariki kwa Roho yako. Ninawabariki kwa jina lako. Wametunzwa na kuhifadhiwa katika injili, na katika safari ya utukufu ya ubora katika ufalme wako. Asante kwa ajili ya wale wengine wote waliotusikiliza leo hii, katika jina la Yesu Kristo, wanaohamasa ndani ya mioyo yao kuliheshimu na kulithamini jina la bwana wetu Yesu Kristo, wanaohamasa na shauku ndani ya mioyo yao kupeleka injili katika ulimwengu wao, kwa kasi, kwa nguvu, kwa uthubutu, kwa ujasiri, kwa bidii, kuliko ambavyo wamewai kufanya wakati wowote katika historia za maisha yao, katika jina la Yesu Kristo. Moto huu wa injili unawaka sana ndani ya mioyo yao, wanafanya kwa juhudi kwa hamasa kwa upendo kwa moyo wa kunjufu kwa moyo ulio msafi. Oh, katika jina la Yesu Kristo aliye sema, amina. Mungu kubariki sana. Unaweza kuwasiliana nasi katika namba zifuatazo: sifuri saba tatu sita sifuri sifuri sifuri tisa tisa tisa na wakati huu ningependa kum...